Shinikizo la juu la damu kwenye mshipa wa mapafu. Hii ni hali ambapo upande wa kulia wa moyo wetu unaathirika, ikiwemo atria ya kulia, ventrikali ya kulia na mshipa wa mapafu. Sababu za hali hii ni nyingi na zinatokana na mambo mbalimbali mbali. inaweza kuwa imesababishwa na matatizo ya mapafu au inaweza kuwa kutokana na valvu za moyo kuathirika. Kwa hiyo tunahitaji kutambua na kugawa wagonjwa hawa kwa muda na kuwapa matibabu kulingana na hali zao. Vipimo vya msingi vinaanza na ek echocardiogram, thrai ya kifua, kisha tunajaribu kufanya pulmonary angiogram na ikihitajika, hata uchunguzi wa upande wa kulia wa moyo. Kama nilivyosema, hii ni shinikizo la juu la damu kwenye mshipa wa mapafu. Sisi. Hii ni idara inayoshirikiana ambapo madaktari wa moyo pamoja na madaktari wa magonjwa ya mapafu wanahusika katika mchakato huu. Wagonjwa wa sehemu hii mara nyingi hupata kushindwa kwa moyo kurudiarudia kwa sababu mbalimbali mbali, kama vile kiwango chao cha hemoglobini kuwa kidogo. Upungufu wa damu unaweza kuwa moja ya sababu za hali hii, kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kiwango chao cha hemoglobini kinabaki juu ya gramu kumi na moja hadi kumi na mbili. Kisha wengi wa wagonjwa hawa watakuwa na tatizo la atrial fibrillation. Hii ni hali ambapo mapigo ya moyo yanakuwa juu na yasiyo ya kawaida. Katika hali hii tunajaribu kutoa dawa fulani na kudhibiti mapigo ya moyo. Baada ya muda, kushindwa kwa moyo upande wa kulia huathiri pia upande wa kushoto wa moyo, na kwa hiyo dawa zinazotumika pia huwa tofauti. Hivyo ni mchakato wa ushirikiano ambapo daktari wa magonjwa ya mapafu pamoja na daktari wa moyo tunashirikiana ili kutoa matokeo mazuri kwa kundi hili la wagonjwa.